Niwapongeze pia kwa matumizi mazuri makini na yenye uwazi wa rasilimali fedha zinazotumwa kutoka makao makuu ya jeshi kwa kutumia mfumo wa force account. Vile vile niwahimize wahusika wote wa ujenzi huu ikiwemo wahandisi, maafisa wa manunuzi, wasimamizi na wadau mbalimbali kuhakikisha kuwa kazi hii inaendelea kufanyika kwa ubora wa hali ya juu na inakamilika kwa muda uliopangwa kwa kuzingatia thamani halisi ya fedha za umma yani, value for money. Kamwe tusiruhusu ubadhirifu na uzembe wa aina yote katika manunuzi na matumizi yetu. Pamoja na yote, nisistize umuhimu kuhakikisha uimara wa majengo na usalama wake, siyo ikawa baada ya miaka mitano tukaanza kuona cracks kwenye majengo yetu. Ninatambua kwamba baada ya kukamilika kwa awamu hii ya ujenzi bado awamu nyingine za ujenzi zitafuata ili kuiwezesha kamandi kujitosheleza kwa miundombinu ambayo itarahisisha utekelezaji wa majukumu ya kamandi. Ninaelekeza kuendelea kufanyika mipango na pesa kutengwa ili kukamilisha miundombinu hiyo. Kwa kufanya hivyo, tutaiweka kamandi katika hali ya utendaji na utayari wake muda wote na kuwezesha kutekeleza majukumu yake kama inavyo au ilivyokusudiwa.